Kila goti litakunjwa, litakun, litakun, kila kila ulimi utakiri ya kuwa Yesu Kristo Mukumu Mukumu, ukaribu yakuja kumlipa kila mmoja sawasawa na matendo yake, na ndio maana ya neno. Maranatha, Maranatha, Haleluya! Nashukuru sana, ninawasalimu nyote kupitia uwezo wajina wa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu ali hai. Ninaamini mpo salama na neema ya Kristo inanyi popote pale mlipo. Ninamshukuru Mungu mwenye enzi, mfalme wa dunia, mwokozi wa milele. Namshukuru kwa nafasi hii na kwa neema hii ambayo ameweza kunineemia kwa mbele zenu usiku wa jioni ya leo. Nataka tukumbushane kwa habari ya kwamba duniani tunaishi mara moja na baada ya kufa ni hukumu dunia. Duniani tunaishi mara moja na baada ya kufa ni hukumu, pamoja na uzuri wa dunia hii, pamoja na kwamba ni matajiri ni maskini, pamoja na kwamba tuna fedha tuna magari, hatuna magari, hatuna mavazi, lakini duniani ni wapitaji wasio sio kwa bahati ama si kwamba sio wapitaji. Ni wapitaji kabisa kwa asilimia zote. Kwa hivyo nikwambie kwamba pamoja na uzuri wa dunia hii, pamoja na uzuri ulionao, pamoja na usemi ulionao, pamoja na ubinti na umama na ubaba na ukaka ulionao, lakini mwisho wa siku sote ni mavumbi na mavumbini tutarudi, kama ilivyoandikwa. Kwa hivyo, mtu wa Mungu, ni kwa mbele zako usiku wa leo kumusha kwama dunia hii itaanguka pamoja na tamaa zake zote. Imeandikwa kwamba usiipende dunia wala mambo ya dunia hii, maana ukiipenda dunia kumpenda baba kutakuopo ndani yako. Kwa maana hiyo, ukipenda dunia kumpenda Mungu akotakuopo ndani yako, na ndio maana tunaamizwa kwamba tusiipende dunia. Kuipenda dunia ni ku ni kuishi chini ya matakwa ama chini ya mamlaka ya dunia hii, ni kutii mambo ya dunia huko, niko kupenda dunia. Kumpenda Mungu ni kuwa tayari kuishi sawa sawa na taratibu za Mungu mwenyewe, sio sana lakini, bahati mbaya, tumeishia tu kwa taratibu za dunia, tumeishia kuishi chini ya sheria za dunia hii kuliko kutii sheria za Mungu. Tunatii mamlaka ya kidunia tunatii mamba dunia hii hasina kujali kwamba sisi duniani hapa napitaji. Imeandikwa dunia inapita pamoja na tamaa zake zote, hata na wewe ni mpitaji hapa, wanasipesana kwa hiyo, kwa Mungu alimadamu unaishi alimadamu Una pumzi alimadamu bado madem unaishi duniani ni wakati mzuri wa kumtengeneza maisha yako katika Mungu. Ni wakati mzuri wa kumtafuta Bwana, wakati mzuri wa kwenda na Mungu, ni wakati mzuri wa kwenda na kwa kumuita Bwana maadamu anapatikana. Imeandikwa, mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, mwiteni maadamu yu karibu. Kwa hiyo Mungu, pamoja na yote ambayo uko nayo, pamoja na cheo na umaarufu ulionao, wakati huu tulionao wakati mzuri wa kumtafuta Bwana. Hakuna wakati mwingine ambao tutafuta Bwana isipokuwa wakati tulionao. Kwa hiyo jitahidi sana kumtafuta Bwana madamu unaishi. Maandiko kwa wazi kwamba wakati uliokubaliwa ni sasa. Sasa wakovu ni sasa, wakovu si kesho. Usipali kufa dhambi, tubu dhambi. Mtu tubu dhambi, imeandikwa, imeandikwa kwenye Yohana, Yohana zba kusema Yohana wa kwanza mbili kumina tano, tano inasema: msiupende ulimwengu wala chochote kilicho cha ulimwengu. Mtu anayeupenda ulimwengu, upendo wa Baba hauwezi kuwamo ndani yake. Vitu vyote vya ulimwengu, tamaa za mwili, tamaa mbaya za mwili, vitu vinavyo wanavyoviona watu na kuvitamani, majivuno yasababisha ya sababishayo sababishayo na mali vitu, vitu hivyo havitokani kwa Baba bali vyatoka kwa ulimwengu. Wanasimesana kwamba hebu niishie kwenye kumi na saba. Anasema ulimwengu pamoja na vitu vyake vyote vyenye kutamanika unapita lakini mtu atendae atakacho Mungu anaishi milele. Kwamba ulimwengu huu dunia hii pamoja na tamaa zake zote unapita, anapita, yawa inapita, lakini atadumu hata milele atendae mapenzi ya Bwana. Hakuwazi Isaya ishirini na nne kumi na tisa nasema kwamba dunia itaanguka hebu ni msome Isaya nisome nabii Isaya Isaya kwa haraka haraka hapa, hebu nisome kwenye tafsiri, nisome hapa kwa haraka haraka, nabii Isaya nabii Isaya ishirini, eh, kumi na tisa, ishirini na nne ishirini na nne kumi na tisa anasema, anasema Dunia kuvunjika, inavunjika sana. Dunia kupasuka, imepasuka sana. Dunia kutikisika, imetikisika sana. Dunia inalewalewa kama mlevi alewavyo, kama mlevi nayo inawayawaya kama machale, machale na mzigo wa dhambi zake utailemea, nayo itaanguka wala haitasimama. Bwana sifa sana kwamba dunia hii pamoja na vitu vyote pamoja na maendeleo yake yote ipo siku dunia hii itaanguka wala haitasimama. Kwa hiyo wakati mzuri mzura kutafuta Bwana ni huu. Tubu dhambi bado munaishi. Bwana asifiwe sana. Mtu wa Mungu, zinaa, dhambi nyingine zozote, kwenda nje ya ndoa, ulevi, pombe na vingine vyote, washarati, uzinzi, uchawi Uongo, udanganyifu na vingine vyote eh, mawasengenyi na vingine vyote vinapita, na mwisho wake ni, ni, ni, ni, ni jehanamu. Mshahara wa dhambi mauti, dhambi ni mauti. Tubu dhambi maadamu unaishi. Kuna wakati muta, mutatamani kutubu dhambi lakini utashindwa. Wakati ni huo kutubu dhambi, mtafuta Bwana maadamu anapatikana. Sauti ya mtu aliye na uchungu moyoni anasema, tengenezeni njia zenu na matendo yenu Yesu mkuu wake yuko ndio kuja kumlipa kila mmoja sawa sawa na matendo yake. Na hii ndio maana ya neno, mara nasana uje Bwana Yesu, amen.